Karibu mara tena na wasikilizaji hata watazamaji kufuata matangazo yetu kwenye Kivu News Today TV, makitufuata mkiwa katika nafasi mbalimbali mbali, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi jirani ya Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania hata huko Marekani. Matangazo yetu mnaweza kuyafuata kupitia platforms mbalimbali mkiwemo mbali, Twitter, Facebook, Instagram hata na kwenye YouTube mkiandika Kivu News Today Karibu tena kwenye chano ya WhatsApp huko kote, mkiandika Kivu News Today TV na kupata matangazo yetu miongoni mwa habari tulizokuandalia siku ya leo, Naibu Waziri Mkuu wa Ubelgiji Maxime Prevot aendelea na ujumbe wake wa kidiplomasia katika Maziwa Makuu. Baada ya kusimama Uganda na Burundi, aliwasili Kinshasa Jumapili hii kwa mfululizo wa mikutano iliyoangazia hali ya usalama mashariki mwa DRC, diplomasia ya Ubelgiji ilitangaza. Ziara hii ni sehemu ya ziara ya kikanda aliyoanza Aprili 25, ambayo inalenga kuchangia suluhisho la kudumu la mzozo wa mashariki mwa DRC, kulingana na taarifa rasmi. Mkuu wa diplomasia ya Ubelgiji anakusudia kuunga mkono juhudi zinazoendelea za upatanishi hata na kuunganisha uhusiano wa nchi mbili na kuonyesha mshikamano wa Ubelgiji na watu walioathiriwa na ghasia. Jijini Kinshasa, Maxime Prevot anatarajiwa kukutana na Rais Felix Tshisekedi Chilombo kujadili, miongoni mwa mambo mengine, kama taratibu za mazungumzo zinazoendelea, miradi ya ushirikiano inayofadhiliwa hivi sasa na mipango ya kidiplomasia ya Ubelgiji katika majukwaa ya kimataifa. Brussels inasisitiza juu ya mtazamo wa muda mrefu unaozingatia kuheshimu uadilifu wa, wa eneo, mwisho wa msaada wa nje kwa makundi yenye kumiliki silaha, mageuzi ya jeshi la Kongo, mapambano dhidi ya kutokujali, kurejesha usalama kwa wakimbizi hata na kukuza uchumi wa kikanda unaozingatia mzunguko rasmi. Ubelgiji pia inataka kukomeshwa kwa ushirikiano wote kati ya FARDC, Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na makundi yenye kujihami silaha kama vile FDLR. Ziara hiyo inakuja siku chache baada ya kutiwa saini mjini Doha huko Qatar kwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya serikali ya Kongo na Alliance Fleuve Kongo M23 na baada ya kusainiwa huko Washington Marekani kwa tamko la kanuni kati ya DRC na Rwanda. Maxime Prevot ambaye hatakwenda Kigali kwa sababu uhusiano wa kidiplomasia kati ya Ubelgiji na Rwanda umevunjwa anatoa wito kwa suluhisho la kisiasa linalojumuisha sheria za kimataifa na haki za binadamu. Ujumbe huo pia ni fursa ya kufuatilia miradi inayoungwa mkono na ushirikiano wa Ubelgiji na kukutana na watendaji wa kibinadamu wanaofanya kazi katika kanda la Maziwa Makuu. Tukiendelea na habari hizi ni kwamba ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kuleta amani na utulivu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, MUNESCO Jumamosi ulisema kuwa na ridhiko kubwa kwa kutiwa saini kwa tamko la kanuni kati ya Kinshasa na Kigali ambayo ilifanyika Aprili 25 huko Washington, chini ya usimamizi wa Marekani, huku likitoa wito kwa vizuizi dhidi ya kutokujali, ushirikishwaji na hatua za kurahisisha ili kuhakikisha umiliki wa kitaifa na wa kudumu. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, MONUSCO ilibainisha kuwa tamko hili linaonyesha hamu ya kuunganisha maendeleo yaliyopatikana kupitia juhudi za awali na kuweka njia ya kuimarishwa kwa ushirikiano. Alikaribisha ukweli kwamba vyama vilikuwa vikijenga michakato ya awali, hasa ile ya Luanda iliyoendeshwa chini ya upatanishi wa rais wa Angola Joao Manuel Goncalves Lorenzo kwa niaba ya Umoja wa Afrika, wakati ikikaribisha dhamira ya nchi zote mbili kuungana mkono mamlaka ya Munisco, hususan utekelezaji wa azimio nambari 2773 la Baraza la Usalama lililopitishwa mwezini Februari, ujumbe wa Munisco unasisitiza haja ya kuweka utaratibu madhubuti amani yenye ufanisi. MONUSCO inatoa wito kwa kuendelea katika njia hii ya kujenga na kufanya kazi kwa utekelezaji wa haraka hata na wania njema ya ahadi zote zilizotolewa, hasa zaidi kukamilika kwa rasimu ya makubaliano ya amani ndani ya muda uliokubaliwa. MONUSCO pia inakaribisha nia iliyoonyeshwa na Kinshasa hata na Kigali kupambana dhidi ya kuenea kwa makundi yenye kumiliki silaha yasiyokuwa ya, ya serikali na kukuza mfumo wa uwazi hata na ushirikiano wa kiuchumi wa kikanda kwa manufaa ya wakaaji. Hatimaye inathibitisha kujitolea kwake kuunga mkono juhudi za kitaifa kwa ajili ya mustakabali kwa amani, utulivu na ustawi katika DRC na katika eneo lote la Maziwa Makuu. Katika habari zingine, gundua kwamba hii Jumamosi tarehe 26 Aprili 2025 ndipo Papa Francis, kiongozi wa kanisa la Katolika, alilazwa nafasi yake ya mwisho Hayo yamejiri baada ya kifo cha ghafla chake mwenyekiti huyo kilichotokea mwanzoni mwa wiki iliyopita huko Vatikano, makao makuu ya Eklezia Katolika. Katika sherehe za kumwaga Papa Francis, viongozi kadhaa toka pande nne za ulimwengu walionekana kushiriki mazishi yake Papa Francis huko Roma miongozi mwa viongozi hao Donald Trump, rais wa Marekani, Emmanuel Macron wa Ufaransa, Volodymyr Zelensky wa Ukraine, hata naye Rais Felix Tshisekedi wa DRC walionekana huko Vatican kwa kushiriki pamoja na Wakristo Katolika toka ulimwenguni. Papa Francis alifariki kwa mshituko akiwa na umri wa miaka 88, na hiyo baada ya miaka kumi na miwili aliyoifanya akitumikia Eklesia Katolika na huko wilayani Ruchuru mashariki mwa DRC, ikiwa macho yote yakiwa katika jiji la Vatican, ambako maelfu ya watu walihudhuria ya mazishi yake Papa Francis katika eneo hilo la Kivu Kaskazini, kama ilivyo kawaida, ilikuwa Jumamosi ya mwisho wa mwezi, na ingawa wengi walikuwa Wakatoliki, idadi ya watu ilianza kufanya kazi za jumuiya kabla ya kufanya shughuli zingine na kushiriki katika misa kwa Wakatolika. Akiongoza kwa mfano, mwenyekiti wa wilaya ya Ruchuru Prince Mpabuka mwenyewe, jembe mkononi, anazidi weka mkono wake katika purukusheni za kuhakikisha kama Ruchuru ya kuwa na usafi zaidi kuliko hapo awali. Kiongozi huyu aliyeteuliwa na uongozi wa FCM 23 kuiongoza wilaya hiyo aliendelea kuhimiza raia wa eneo yake kuweka mbele kazi hizi katika lengo la kupanda miti nafasi ambapo wanaishi ili pamoja waweze kupiga vita dhidi ya chafuko la hewa ambayo imekuwa hatari kubwa kwa afya ya wakaaji. Prince Mpabuka alisisitiza pia uwepo wa ushirikiano kati ya raia na viongozi, ili pamoja waweze kuimarisha usalama wa kila mkaaji wa Ruchuru. pole e, salongo ya leo hatukuiwekewa mkazo kwa sababu tulikuwa na jua ya kuwa mtakuwa katika misa e, pamoja na maparokia zingine na wengine e, wakiwa huko Roma, na ndio kwa maana salongo ya leo hatukuiwekewa nguvu kwa sababu tulikuwa tumesema ambao ni Wakatolika wataenda kwenye misa, waende kwenye misa na ambao haiko Wakatoliki, kama wataweza wakuje, tutumike tuungane pamoja, si ni vile e. Tunaambia tena Wakatolika wote katika teritwari ya Ruchuru, pole tena sana a. Siku ya leo unajua kama kawaida kila wiki mbili katika mwezi tunakuwa na program yetu ya Salongo, na program yetu ya Salongo ni hiyo program nafasi ambapo tunakutanania na tunafanya mambo ya maendeleo kwa kufanya usafi wa miji yetu katika teritoare ya Ruchuru, katika masite, katika magropmat, katika sheferia Bwisha, katika sheferia Bwito, katika, katika masite, katika masante, kusema miji yetu iendelee. Sai na leo katika mazone de sante zetu za mteritwari ya Ruchuru, zone de sante ya Ruchuru, katika zone de sante sita ambazo tunazo pamoja na Binza, pamoja na Birambizo, pamoja na Rwanguba e, pamoja wamesema ya kuwa hizo ni nafasi ambako to ya paludisme au yenyewe tunazoea kuita malaria sini vile malaria, wanasema ya kuwa zone de sante ya Ruchuru ni fasi kwa kwanza ambapo malaria imepunguka kabisa kwa ajili ya kufanya salongo, na wanasema tuendelelee vile kusudi hii ugonjwa tuhakikishe kama kabisa tunaikimbiza mbali nasi, si tunaweza kujishukuru sisi wenyewe na tunajipigia mikono. Leo. Tunawashukuru pia siku ya leo wale wote ambao tumekusanyika pamoja, e, tumefanya mambo ya kutengeneza hii mifereji naona tumefanya kilomita moja na si ni kweli tumefanya kilomita moja na na pia acha tuwashukuru wale wote ambao walikuja leo mujipigie mikono. Sasa Park National de Virunga au mbuga la wanyama la Virunga imeeneza miaka miaka ngapi? Unajua ilikuwa kireemu 1925 na leo tuko 2000, maanake imeeneza miaka ngapi? Imeeneza miaka mia moja hii Park National ya Virunga imeeleza miaka mia moja, lakini kabla chama cha FCM 23 hatujafika mahali hapa, askari jeshi wa FARDC, FDLR na wengine wote mabandia wote wameingia katika mbuga la wanyama, wamekata miti, wametengeneza makala, wamefanya mbao ndani ya park, pia wamelima hata na bangi. Hii bangi yote hii ambayo tuko tunainasa yenye watu wako wanaenda tosha huko, tunaendelea kuwakataza watu. Mwisho wa matangazo yetu siku ya leo, msikilizaji hata mtazamaji, na kualika kufanya subscribe kwenye YouTube ili uweze kupata matangazo yetu kwa wakati, lakini pia kwenye Twitter, yani X ukifanya follow, lakini pia kufuata habari zetu kwenye Twitter, Instagram, YouTube, Facebook ili uweze kupata matangazo yetu kwa wakati.